Na hapa Tunduma ni eneo maarufu la foleni na ni tabu kubwa sana. Leo nimekuja nimetumwa, mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana. Katika maelekezo aliyonipa, moja ni kuhakikisha kwamba linakuja huku mara kwa mara kutatua changamoto na kusikiliza wadau. Mheshimiwa waziri eh ukifuatilia takwimu za tano, zaidi ya magari elfu moja kwa siku yanaingia hapa, lakini yanayovuka anaweza akaishia nusu. Tunaanza kuingiza eu au wazima. safari ya wapi? Ah, Lusaka, Zambia. Mnaendeleaje?

na waziri mm. kwenye lango la kuingilia na kutokea mm. nilikuwa naomba wa- watoe watanue mlango kule, wavunje pale kwenye mbwa sawa. mm. watanue na wapa watanue sawa. mm. ili gari za emte isikuwe isiwe na kusubiri. Mtu yuko emte anasubiri nini? zio mapita, kuna ile shida ni sana hapo mimi nimekuona pale tena liakokogo naangalia kwenye haya mambo mm. yetu <laughs> kile kitendo ulichowafanyia wale jamaa sahihi kabisa. We unakwenda tukuni <laughs> <laughs> na tunataka namna hiyo, unataka namna hiyo. Kwa sababu gani? Hapa kuna jamu inatokea pale masaa sita mpaka saba. Hapa mpesa changamoto hmm. nyingine sasa ni ufinyu wa barabara wa barabara yetu, na tulipokea ushauri kwamba pamoja na jitihada ambazo mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na anaendelea kuzifanya za kuweza kuboresha hii barabara yetu kutoka kule Mbeya mpaka hapa hmm, lakini zipo hatua zingine za dharura ambazo zinaweza zikafanyika ndani ya muda mfupi, na baada ya kupokea ushauri tuliwaambia wenzetu wa TANROADS waje kuangalia Uh, waweze kuangalia uwezekano wa kufanya uh, kutekeleza huo ushauri ulio uliotolewa. Hoja ya kwanza inahusu kichochoro hiki hapa. Kimefinya sana, si ndivyo hivyo? Nataka niwaonesheni kwamba serikali hii ni serikali ya kazi. Hapa naye mkurugenzi wa TANROADS. Kwa hivyo ninamwagiza moja kwa moja. Yeye atafute fedha haraka za dharura. Wafanyike tathmini hapa. Tutapatanua hapa mara moja. Kazi itabaki mkoani sababu hapa panahitaji tupate hilo eneo lenyewe la kupatanua ili zile laini tatu zitajengwa hapa. Jambo la pili, nimesikia nini madereva na makusudio ya kugoma. Moja ya sababu inayowakera ni ule mzani wa Mpemba kwa ajili ya kwenda kugeuza. Nimekwisha kutoa maelekezo leo, hili ni maelekezo yangu ya pili amba mkurugenzi, haraka sana, tunakwenda kutafuta fedha za dharura, tunakwenda kutengeneza mzani pale Iboya. Magari yote yanayotoka Tunduma kwenda Mbeya yatakwenda kupima kule Iboya, hakuna mambo ya kugeuza kuja huko tena. Mzani wa Mpemba kazi yake itakuwa ni moja tu, kupokea magari yanayotoka Mbeya yanayokuja Tunduma. Hatutaki kuona gari inageuza kurudi tena huku. Meneja wa Songwe na wa Mbeya hapa, simameni wote wawili, ninyi ninakuagizeni, hizo barabara za michepuko ambazo mmeanza kuzifanyia kazi, akisheni mnaziimarisha. Na mkurugenzi, wewe mwenyewe usikie, wanapokuja kuomba fedha za kuimarisha hizo barabara muwape nguvu. Shime, Mtunze amani yetu, ilo ndio jambo la msingi na jambo la muhimu kabisa. Hakuna lisilozungumzika, yote yanazungumzika. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Mwendelee kudumisha amani, mwendelee kuipenda nchi yetu, fanyeni kazi za kujenga familia zenu na za kujenga maisha ya taifa letu sisi wenyewe.